Machozi, ukimya na simanzi vimetanda katika familia ya Christina Johnny Richard, maarufu Tina, msichana aliyekuwa dereva wa malori ya mizigo ya masafa marefu. Aliuawa kwa risasi Oktoba 30 baada ya vurugu za maandamano yaliyotikisa maeneo kadhaa nchini. Tina, mwenye umri wa miaka 22, alikuwa dereva wa kampuni ya usafirishaji mizigo ya Superstar Forwarders, akihudumu kama dereva wa masafa marefu kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi nchi jirani za Zambia na Malawi. Aliwavutia wasichana wengi alipoweka picha mjongeo katika kurasa zake za mitandao ya kijamii ya Instagram na TikTok, zikimuonesha akijiandaa kuanza safari, akiwa safarini, akibadili matairi ya magari njiani na kazi zake kwa ujumla. Binti huyo aliyezikwa katika kijiji cha Ngumili Bolenga Nyamongo, wilaya ya Serengeti Novemba 6 alianza kufahamika kwa ujasiri na bidii yake katika kazi za ufundi magari akiwa na umri wa miaka 17, na baadaye kuwa dereva akiwa na umri wa miaka 19, kazi ambayo mara nyingi imekuwa ikitawaliwa na wanaume. Mama mzazi Osilo Zedekia Omumbu amezungumza na mwananchi asimu, atua kwa njia ya simu akisimulia hatua kwa hatua za ukuaji wa binti yake, ndoto alizozianza kuzitimiza na familia, malengo aliyokuwa nayo na jinsi umauti ulivyomfikia. Na nukuu, alikuwa tegemeo la familia, baba yake alifariki akiwa mdogo, akakatiza masomo na kujikita katika ufundi ili akomboe familia. ndoto zetu zimeminika kwa risasi, anaeleza mama yake. Anasema binti yake alizaliwa Novemba 27 mwaka 2002 na kuhitimu darasa la saba katika shule ya msingi Yogelo iliyopo wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Licha ya kufaulu vizuri Alikataa kuendelea na masomo kutokana na hali ya kiuchumi kwa familia. Na mnukuu, baba yake alifariki akiwa mdogo sana. Alipomaliza shule aliniambia, mama, naishia hapa, hutaweza hata kununua sare za shule, siendi sekondari, naona inanichelewesha kwenye ndoto zangu, nataka kwenda gereji nijifunze ufundi wa magari, anasimulia mama yake. Usilo anasema, neno lililorudiwa kinywani mwa bintie lilikuwa ni kukosa mtoto wa kiume mkubwa katika familia, hivyo alimwahidi kusimama kama kiongozi wa familia. Alikuwa tegemeo lao na alifanikiwa kununua nyumba ya familia huko Sengerema na baadhi ya mali. Anasema alianza rasmi kujifunza ufundi magari katika mojawapo ya gereji akiwa Sengerema, Mwanza mwaka 2018, namnukuu baada ya kujifunza makinikia, akaniaga, mama ngoja niendeda kutafuta. Akaondoka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Akaniambia mama, naomba nimlete mtoto, naona ananibana sana na shughuli zangu nashindwa kuzifanya vizuri. Mwaka jana Septemba akaniita niende da, aliniambia ninafanya kazi kwa ajili yako na Safina mwanaye na sasa nimeshapata ajira kwenye kampuni mpya Alinitafutia nyumba nikawa naishi Kibaha, yeye akatafuta chumba cha mazi ili awe karibu na kazini. Anasema Usilo anasema binti yake ameacha mtoto mmoja wa miaka mitano, na alikuwa na malengo ya kumfundisha kazi mdogo wake wa kiume aitwaye Isaka. Wiki iliyopita niliongea naye akiniambia, wiki ijayo nitakuwa nimpeleke Isaka gereji. Kazi ya Mungu huwezi kuizuia anasema binti yake ilianza kuendesha magari makubwa mwaka 2023 na amefanya kazi katika kampuni tatu tofauti kwa kipindi hicho chote. Desemba mwaka jana aliajiriwa katika kampuni ya Superstar. Osilo anasema mara ya mwisho kuwasiliana na bintiye ilikuwa ni Oktoba 29 saa 8 mchana, na nukuu, alinipigia akaniita kama kawaida yake, kipenzi salama Nikamjibu, tukaongea. Akasema mimi bado niko ndani, nimelala huku, hali sio nzuri. Ikiwa nzuri nitatoka nikurushie hela, lakini alikuwa anapiga sana miayo. Nikamuuliza kulikoni, akasema ameshinda amelala. Akanikumbusha kuhusu banda la kuku, akasema angenitumia hela kesho saa nne asubuhi. Dada yake akanipigia simu, mama Tina amepigwa risasi, nikaanza